Salamu alaikum mpenzi mtazamaji wa Epa TV, nami Embwe Bobasha, mwana wa Ezekiel Bobo Boy for Life Monstanta kitana aitwa God of Bembe. Na ni TV yako pendwa tena Epa, eneza popote amani. Tumejisogeza mpaka hapa tuje kupata stori za kuhusiana na dada yetu Hetuvero. Ikumbukwe kwamba Epa TV tushawahi kufanya misaada kadha wa kwaza kwa hiyo dada yetu so sister Vero sehemu ambapo alikuwa anaishi, uh, tuliwahi kupeleka kama mavazi, viatu, na tuliwahi kujenga nyumba. Sa tumestajabishwa sana na uhamisho wake kutoka pale ambapo alikuwa akiishi mpaka tumekuja kumpata huku, na kuna dalili sitofahamu zinatokea hapa kati, anakaa anapotea mara kwa mara, so hivyo, EPA TV tumejisogeza tena, na tunaye mama yake mzazi hapa mbele yenu. Habari ah, yako mama. Mzuri. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Johari Pilipili. Naitwa Johari Pilipili. So ningependelea kuwa na maswali kadha wakaza kuhusiana na dada yetu Vero. Na unahisi ni kipi chanzo cha yeye kupotea mara kwa mara? Sezi nikajua chanzo ya kupotea mara kwa mara hmm. Na uhamisho wake umekaaje? Maana alikuwa ana, anaishi sehemu ila sasa hivi tumekuta tayari ashakuwa tena huku kule eh, ni kwa tata yake, na mimi ni mama yake. Nilienda kumchukua baada ya kuona anapotea potea, nikadhani labda kule mm hawamweki -hmm. vizuri. Nikaona bora nije kwanza nikamkaa nikae naye hapa niangalie jinsi gani maendeleo yake itakuwa, lakini nilivyomhamisha maendeleo mm -hmm. ni yale yale, vile maendeleo ni yale yale, aye kupotea mara kwa mara. Na hivi Vero ana miaka mingapi? nane ile ya kupotea imeanza toka lini? Ah, ilianza angali na miaka miaka kumi na miaka misaba mm-hmm. ikaanza hiyo ari hadi hivyo na miaka nane. Kwa hiyo toka anze dalili za kupotea ni mwaka mmoja ndani yake. So baba yake mzazi kwa majina anaitwa nani? Hmm. Echindo, ya p juu unafahamu tu jina moja la ichindo Unaweza ukatwambia ni nini chanzo cha dada Vero amnayo na chanzo eti cha kuwa ulemavu? Kwa sababu nimemzaa hivyo hivyo, ina maana ulemavu wake hajaumu. mm, alizaliwa hivyo hivyo, memza hivyo hivyo alivyo, aliv e. na shule anasoma, anaenda shule, lakini akienda shule hivyo hata rudi, anaweza kaenda siku mbili ya tatu, akienda hivyo hadi mumtafute, hata rudi nyumbani. Kwao umesema kwa kwamba amezaliwa hivyo hivyo. Yeah. So, kama eti ni matatizo ya kukutana nayo hapa duniani. Hapana, hajaumwa, hajafanywa chochote kile uh -huh. Bas, na mpenzi mtazamaji hayo ndo maelezo ya mama mzazi. Okay, mpenzi mtazamaji bado ni Bob Boy for life, monster, the God of Bembe na nipo naye sasa Davero mwenyewe ambaye tulikuwa tunamwongelea Vero, mambo? Poa. Uko poa? Umeshakula e, nini? Ugali? Umekula ugali na nini na kabuchungu? Kabuchungu basi vizuri, hiyo ndo mboga hapa kwetu. So uh, dada Vero, unajua ni kipi ambacho kinakusibu mpaka unakua unaenda afu unashindwa kurudi nyumbani? unahisi hali gani? hata kitu kunakunaenda, unajua unaenda wapi? Sasa mbona inakuwa ngumu wewe kurudi nyumbani? Nini kinakusumbua hmm? Uh, ukiwa unacheza na marafiki zako huwa wanakutusi sana? Hapana, wa kutusi eh? Okay. Na vipi shule unasoma? Ai, darasa la ngapi? la kwanza. Unajua jina la mwalimu wako? Hapana. Kwa nini unajui jina la mwalimu wako? Kwa sababu hata kitu ah. Kwa hiyo ni kikupe, sababu yoyote, utaweza dada Vero Hautaweza hesabu <laughs> basi, vizuri. Na unajishughulishaje? Ukiambiwa uende uchote maji bombani, wewe unaenda kuchota maji e? Unawezaga kabisa ndoo? Hapana, unawezaga kubeba nini? Daro? Daro ni moja, na kufua penyewe na kuoga? Wewe unafua? Na vipi kuhusiana na kuoga? Wewe unajogesha mwenyewe kabisa na mpenzi mtazamaji, huyu ni dada Vero mwenyewe, ambaye tuliwaletea watazamaji wa EPA TV. Aa, na hayo alikuwa ni maswali kadha wa kadha, ambayo nilipendelea kumulizia yeye mwenyewe. Hali yake ya kupotea, anadai kwa kwamba anaweza akawa najua akitoka nyumbani, ila muda wa kurudi ndo anakuwa na shughuli fulani inakuwa ni kipengele kujua wapi ambapo ametokea. Vitu ambavyo ameomba ni ushirikiano, mtoto akipotea, Epa TV wao wanamsaidia kumtafuta. Na kingine kipi ambacho nafikiria Epa TV wanaweza kukusaidia, kuachilia mbali swala la kumtafuta <sweatsonas> ni kitu kingine kipi ambacho nafikiria, um, wanaweza wakamsaidia dada Vero? um, mi nadhani kafikiria cha kumsaidia hmm, labda na upungufu wa akili, kwa sababu mi mama yake siwezi kuwa na uwezo hmm, wa kumpeleka wamwangalia akili, hmm, naweza nikapenda wamsaidie hicho, na kumsaidia vitu vya michezo michezo, hmm, labda michezo ndio inampeleka akua, nafikiria hmm, nani kuwa napotea na mkati ya vitu mama ambavyo ameomba ni kwamba anaiomba EPA TV uh, aidha wadhamini wa EPA wawasaidie vitu kama vile michezo, aidha hata pesa ya kumpeleka dada Vera hospitali, mambo kama hayo na mpenzi mtazamaji. Ulikuwa nami Embwe Bobasha mwana wa Ezekiel bo bo bo for life, Montana God of Bembe. Nyuma ya kamera ni Brother G.